Tukisonga mbele ni kwamba nchi ya Afrika Kusini inatarajia kuwa mwenyeji wa kikao cha mataifa yanayoinukia kiviwanda maarufu kama BRICS, katika kikao ambacho kitajadili masuala mazito ya kiuchumi, kiusalama, kijamii na kisiasa kwa ujumla. Hata hivyo, Marekani ambayo ilitarajiwa kuhudhuria kikao imesitisha mpango huo katika dakika za mwisho mwisho. Rais Donald Trump ametangaza kususia kikao hicho kwa kuishtumu Afrika Kusini kufanya mauaji dhidi ya wazungu walio wachache kule Afrika hata imeathiri pia ziara ya makamu wake wa rais JD Vance ambaye alitarajia kuifanya nchini Kenya. Hata hivyo, wachambuzi wa kisiasa wanahisi kuna sababu zaidi na za kisiasa za rais Trump kwa Afrika Kusini. Huyu hapa Sylivanus Karemera ambaye amezungumza na Profesa Monda mhadhiri wa chuo kikuu mjini New York Marekani katika masuala ya kiuchumi akiwa pia mchambuzi wa siasa za kimataifa na kumuuliza vipi alivyochukulia hilo suala la uamuzi wa Rais Trump. Na alichukulia kwa njia mbili, uh, ambazo ni tofauti lakini zinaingiliana na mwelekeo wa kwanza ni uh, Trump kujaribu kuibana na kuitenga Afrika Kusini, anasusia mkutano huu kwa sababu uh, hapendi ukaribu wa Afrika Kusini na hiki kikundi cha BRICS. Anaona kikundi hicho ni kama ni kikundi ambacho kinajaribu uh, kuibana Marekani. Amekasirika vile umesema na uh, hoja zake ya kwamba pengine hawa wakulima weupe wanakandamizwa shutuma ambazo kwa kweli hazijathibitishwa na eh, rais wa ma, eh, Afrika Kusini amesema sio za haki, lakini pia ame, amekasirishwa Trump na azimio la Afrika Kusini kuipeleka Israel eh, kule mahakama kuu ya Hague eh, kwa shutuma za safisha safisha eh, za kijeshi kule Gaza, lakini pia kwa ukubwa, tena kwa mkondo mwingine anaona ya kwamba jambo hili la ma, uh, mabadiliko ya tabia nchi ya kwamba ni swala butu, na anaona ya kwamba kimsingi, maazimio ya ya G20 ya mabadiliko ya tabia nchi yatabana uchumi wa Marekani. Profesa Monda, unadhani kutohudhuria kwa rais Trump na ujumbe wake mkuu akiwemo makamu wa rais JD Vance kule Afrika Kusini, unadhani ni kwa namna gani kutaathiri mafanikio ya kikao cha BRICS ambacho kinachukua nafasi baadaye mwezi huu kule, kule, kule Pretoria na Johannesburg? litaathiri mkutano huu wa G20 kwa sababu Marekani ni, ni dola kubwa na ni vigumu kupata makubaliano ya kimataifa uh, pasi na, kuwa, na, na, na, na kuwepo kwa Marekani na pia itaangazia mkutano huu wa Bricks ambao um, unawadia uh, ma, manake uh, marais wa Marekani wa nyuma uh, uh, wengi wame uh, hawajaangazia Bricks ni uh, hawajaiangazia kabisa lakini Trump ni kama amepatia BRICS kipaumbele, yani ameiongezea ya umaarufu hususan eh, vile eh, taifa, taifa kama Iran imeongezwa mle ndani kama mwanachama wa BRICS, na pia Urusi pia imo pale ndani, na tunajua kwamba Urusi na Marekani zinakinzana kule Ukraine. Kwa hivyo uh, italeta hali ya sintofahamu sio tu kwa mkutano huu wa G20, lakini pia ule mkutano wa Bricks, uh, ambao mkutano ambao ujao ni, ni kweli umezungumzia hilo kwamba Iran imejiunga katika katika mchakato huu mzima, na tunajua kwamba Iran ina matatizo na, na, ni hasimu mkubwa wa Marekani. Hapa kuna kuna tatizo kwamba inaonekana Rais Trump ni kama anayeshinikiza uh, Afrika Kusini kuweza kuondoa kwenye, kwenye ubia huu ama kwenye kundi hili. Unadhani Rais Trump atafanikiwa kwa hilo? Sidhani atafanikiwa, lakini pia tusahau ya kwamba hiki kikundi cha BRICS ni mataifa uh, mengi ambayo yanaendelea, lakini ni kama ni familia ya wanachama uh, wengine, wakubwa madola makubwa kama Urusi, kama Uchina, yenye zana za kinyuklia uchumi kubwa na na mataifa tena madogo pia yamo pale ndani, eh, kama Ethiopia hivi vile mataifa ya BRICS yatajaribu um, kufanya kidiplomasia ni kutomkasirisha Donald Trump, lakini um, liwe liwalo, Trump atafanya vile Trump anataka, na nadhani ataendelea kukinzana na jumuiya hii uh, mpya ya Bricks ambayo uh, kila kukicha inaendelea uh, kuongezeka na nguvu na umaarufu. Naam, profesa, kwenye hilo hilo la nguvu na umaarufu, unadhani kuendelea kuwa na msuli kwa jumuia hii ya Bricks uh, ni kwa kiwango gani kutaathiri uh, maslahi na uwezo na msuri wa Marekani katika diplomasia yake ya nchi za kigeni? Nadhani na, itaibana ita, ita, ita Marekani lakini sio kwa ukubwa eh. It, it, itapatia mataifa yanayoendelea eh, hususan mataifa madogo, itapatia it, it, eh, kikao kingine kando na, na G7 kando na Umoja wa Mataifa kuweza kuendeleza maslahi zao, lakini pia tusahau ya kwamba hata mle ndani uh, kwenye kongamano hili la BRICS, eh, Urusi eh, na, na, na Uchina tena ndi, ndio eh, vigogo eh, ndio madola makubwa hata mle ndani kwenye kikao hiki eh, cha BRICS. Na pia Uchina na Urusi pia zina nafsi zao au maslahi zao eh, kwenye kongamano hii. Kwa hivyo nadhani itabana Marekani kwa sababu Marekani itatishwa eh, kwa kutoweza eh, kutoa maazimio eh, ambayo kila mtu au madola yote ya dunia lazima yayafuate. Ni kwa namna gani unahisi una labda muungano wa kifedha na kuanzishwa kwa benki ya BRICS. Labda kutaathiri ile kasi ya ukuaji wa kiuchumi wa Marekani pamoja na ushawishi wake katika medani za kimataifa. Nadhani kuundwa kwa sarafu hii bado itachukua miaka kadhaa. Eh, kwa sababu kuna mgawanyiko mkubwa kati ya mataifa haya ya BRICS ya kusema, kwa mfano eh, ni taifa gani ambalo litaongoza benki hii? Itakuwa ni Uchina? itakuwa ni Urusi? itakuwa India? eh, kuna mgawanyiko pale, kwa sababu eh, Uchina haitaki kujitenga na dola kwa sababu ya ule ukaribu wa uchumi wa Uchina eh, na Marekani zinasaidiana, lakini kwa upande mwingine eh, Urusi eh, kwa kutaka tena maslahi zake inataka sarafu hii iendelezwe. Kwa hivyo bado ni mjadala, lakini hatari kwa Marekani ni kwamba eh, kuna uh, kuna ule msukosuko wa kujaribu eh, kuipiga kalamu eh, au kubadilisha sarafu hii ya dola. Ni Profesa Monda, mhadhiri wa chuo kikuu mjini New York Marekani, katika masuala ya kiuchumi, akiwa pia mchambuzi wa siasa za kimataifa, kama alivyozungumza na mwenzangu Sylivanus Karemera mapema leo.